Makubaliano yaliyodhamiriwa kuleta umoja na maendeleo sasa yamezua mjadala mkali kote nchini. Wakati baadhi ya viongozi wanayasifu kama hatua ya busara, wengine wanayataja kuwa maafikiano ya kisiasa yanayomtenga mwananchi wa kawaida. Kiongozi wa DAPK Eugene Wamalwa ameikosoa vikali hatua hiyo akimtaja Raila kama mwanasiasa anayetanguliza maslahi binafsi. Kwa mujibu wake, Serikali imesitisha kushughulikia changamoto kama vile gharama ya maisha na deni la taifa na badala yake kujikita katika siasa za makubaliano. We know you miss the AU office. To gain the office that Ruto is giving you now of prime minister and lose your political soul. I think these are some of the questions some of us who have believed in Raila Odinga who have supported him and who are ready to die in the trenches when we went to the demonstrations. Katika kaunti ya Kwale, viongozi wa ODM wanataka utekelezaji wa manifesto ya chama kabla ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Wanasema ingawa wanaunga mkono makubaliano hayo fedha zaidi zinapaswa kuelekezwa katika kaunti ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma muhimu. Kwa hivyo tunafurahi kuwa ufujaji wa pesa utapiganiwa na huenda hapo sasa. Tunaomba pia ile sasa elfu sita sita iliyosemekana Baba aliosema itakuja kwa wananchi ambao hali zao za kiuchumi sio nzuri, sasa ianze kutekelezwa, tuanze kuona ile elfu sita kila mwezi ikija kwa familia ambazo hawaji, hawajiwezi. Kwa upande mwingine, mwenyekiti wa bodi ya barabara Aisha Jumwa na viongozi wa Kilifi wamepongeza makubaliano hayo wakisema ni fursa ya kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi. we are, we are commending that action kwa sababu tumeona ya kwamba kina mama watakuwa na amani zaidi katika nchi yetu ya Kenya but zile position ambao they are going to be shared equally the 50-50 ni kwamba tunaomba kina mama waonekane kwa wingi. akizungumza baada ya ibada katika kanisa la PCA Kangemi, mbunge wa Embakasi Kaskazini, James Gakuya, amepinga vikali muungano wa Raila na rais William Ruto akitaja kuwa haufai hasa kipindi hiki ambapo taifa linakumbwa na changamoto katika sekta ya afya na vilevile mpango wa nyumba za bei nafuu. Kwani amesahau kwamba kupigania haki wa, e, wa Kenya si wakati uko kitandani na wale wanaitwa serikali. Ukienda kitandani na serikali, si umekuwa serikali? Utakumbuka mkenya saa ngapi? Kwa hivyo tunasema Raila amesahau, na ndoto yake ile ilikuwa ndoto ya kupigania mkenya na amekuwa mtu wa kujipigania ya tumbo yake. katika kaunti ya Isiolo Mwakilishi wa wanawake Mumina Bonaya amepuzilia mbali madai kuwa muungano huu unadhoofisha upinzani, akisisitiza kuwa taasisi kama bunge na seneti bado zinaweza kuisimamia serikali hata bila sauti yake Raila Odinga. Huku mjadala ukiendelea kushika kasi, swali linabaki, je, ndoa hii ya kinara wa upinzani Raila Odinga na serikali ya Kenya kwanza itawaweka wakenya kwanza? Innocent Ogaro, runinga K24, Nairobi.